Kila nchi duniani sasa ina struggle kuendesha uchumi wa kidijiti. So dunia nzima mambo hayafanyiki kama yalivyokuwa yanafanyika kwenye zama hizo za nyuma, na sehemu zote ambapo unajaribu kufanya hivyo, mambo hayaendi hivyo ulivyokuwa umezoea. Sisi kama mamlaka ya mawasiliano, tunasimamia sekta, tumeona umuhimu wa kuwa na kuhamasisha na kutengeneza uwezo uh, wa kuwa na digital clubs kwenye shule zetu kuanzia kindergarten. Tunahitaji ule msingi wa hawa watu kutoka chini kule, lazima tuandae hii spishi yetu na hii jamii yetu kuweza kupata manufaa yote na kuweza kuishi ndani ya zama hii ya uchumi wa kidijiti. Kwanza nishukuru hizi... Clubs ambazo mmeanzisha ambao mekuja na mepata wazo mkaja nayo ya kuanzisha clubs katika mashule, imetusaidia sana. Ni washukuru ile wasilisha ile tukiwa Mwanza kacheu cha Mwanza mwaka jana, ndio tukapata ile ufahamu kwamba TCRA mna clubs kama hizi katika ile, zile clubs, zile zinatusaidia sisi wenyewe wal, walimu wanafunzi kuelimishana wao kwa wao baada ya kupewa maarifa darasani. Kwa hiyo inaweka uelewa mpana wa wanafunzi kupata mfumo wa kidijitali. Hii speech lazima tuitengenezee building blocks, msingi ambao tukianza nao katika level ile tutajenga ubunifu katika miaka ya mwanzo kabisa. Hii ndio zama pekee ambayo mtu anaweza, kijana anaweza kumiliki kampuni akiwa high school. Anaweza kuanza kumiliki kampuni akiwa fest ya university.